Nimemwagiza meneja wa TANROADS aweke alama za ziada kwenye eneo hili, kwamba utakapokuja hapa, weka tahadhari ya kuepukana na ajali, na tutaweka utaratibu mwingine kule chini abiri, magari ya abiria na huko na huko chini, dereva anaambiwa kabisa, bwana, wewe huko unakwenda, umeiona hii hali ya hewa. Namwomba RPC tukiona hali ya hewa imebadilika huko chini Mikumi na huko Ruaha, tutaweka wana anapokuja dereva wa basi hapa, tumeshawaona hivi sasa tu, akija anachochea sasa. Imagine amekuja amechochea, kuna jiwe hapa saizi ya gari lenyewe, ataenda kuwabwaga watu huko chini mtoni. Kwa hiyo tunawapa tahadhari bwana, tutakuta kuna tuta, tuta, tuta, tuta sehemu inaitwa Iyovi, utaona imewekwa alama kubwa. Ukiipuuzia hiyo alama na ukisababisha ala, ajali, we na kampuni yako. Poromoko matatu haya haya hayakusababishwa na mvua yamesababishwa na yale mawe yale yanayoporomoka huko juu, yakifika hapa barabarani, wewe unakuja na kasi zako unaliingia. Kwa hiyo tunaweka tahadhari, wanaotembea usiku na magari wakifika maeneo haya wakikuta pana mvua, waje kwa tahadhari, waje polepole pole. yale mawe yanayoshuka huko juu hayasukumwi na mtu na ni mawe makubwa TANROADS, TANESCO, E, RUWASA na nani, watu wote mnaonufaika na maji yanayotiririka huko juu, lazima tukae tuseme, tunatengeneza mifumo ya maisha mbadala ya hawa watu, ama wapande e, miti au kilimo kiwe kinazingatia upandaji wa miti, lakini lazima tuna mifumo mbadala, kwa sababu hatuwezi tukawashusha tunawapeleka wapo, lakini tukiwashusha tuwape mifumo mbadala ya maisha. Sasa TANROADS, zikawaambie wenzako, mabosi wako, kuna mimi nitawa na watu wa TANESCO, haya maji yakishuka yanakwenda kwenye mifumo ya TANESCO huko Kidatu na wapi na wapi na, nao waje washuhudie kwamba hayo maji wanayoyapata yanaleta hasara au yanakwama. Kwa sasa watu wote ambao tunanufaika na hii mifumo ya ekolojia lazima tukae, lakini ndugu zetu hawa ninawaomba, shaka na kuomba nawaomba watu wa Chama cha Mapinduzi, genzi, na timu yako na wewe, angalia namna ambayo hawa wananchi tukisema tunawashusha huko milimani ambako wanafanya uharibifu wa mabilioni huku chini tukiwashusha huku tunawapa mifumo mbadala ya maisha. Hilo hilo limetokea mara tatu, ambapo mara ya kwanza ilikuwa tarehe 27 kuamkia tarehe 28, na mara ya pili ilikuwa ni tarehe 30 kwa kuamkia tarehe 31, na juzi imejirudia ime tarehe sita kuamkia tarehe saba ambapo kumekuwa kunakuja udongo mwingi pamoja na mawe na kusababisha njia kupitika upande mmoja. E, lakini eneo hili lina makaravati matatu ambayo ni ya mita mia sita ambapo tumesema sasa, kwa maana ya kwamba tunapendekeza kwamba tujenge box karavatis kubwa ambazo zitaweza ku accommodate udongo unaotoka huku juu na kuupitisha moja kwa moja kwenda huko mtoni. Lakini kwa sasa hivi kwa kuwa ni kipindi cha mvua ambacho hatuwezi kufanya hizo kazi, tumependekeza kwa mkuu wa mkoa kwamba tuendelee Monta ili eneo kwa kusafisha udongo unaokuja, kwa sababu kama tunavyoliona, eneo lenyewe ni eneo ambalo hatuwezi kupata sehemu ya kuweka njia mbadala, kutokana na kwa kwamba huku mkono wangu wa kushoto ni mlima, lakini mkono wangu wa kulia ni sehemu ambayo kuna mtu ambao kingo zake ziko karibu kabisa na barabara na wameweka baadhi ya alama za tahadhari kwa madereva wanaotumia njia hii wanapokuwa wanakuja nyakati za usiku na kipindi cha mvua, wachukue tahadhari, wapate taarifa kutoka kwetu, wawasikilize askari ambao wanakuwa barabarani kile wanachoelekeza ndio wakifuata, ili kuweza kuokoa maisha ya watu pamoja na mali. Shukuru kwa ziara hii ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa Morogoro, Mheshimiwa Adam Kigoma Malima. Ni kweli eneo hili tumekuwa kwenye usumbufu kwa muda mrefu sana, hasa zinaponyesha mvua kubwa lakini wakati mwingine si mvua tu, uh, maji mengi ambayo yanapita huko juu ya mlima yamekuwa yakiporomosha mawe haya ambayo mmeaona, lakini vile vile hata udongo ambao una matope. Tahadhari za zi, awali zimeanza kuchukuliwa pamoja na kuanza kufanya utafiti wa kujiridhisha kinachoendelea huko juu ya milima, ambapo nadhani katika siku za karibuni tutapandisha wataalamu wetu juu, lakini vile vile tutatumia njia nyingine za kitaalamu kwa maana ya kutumia drone pamoja na vifaa vingine ili kuenda mbali zaidi. Waliojaribu kupanda kwa awali walikwenda mita mia moja, lakini hawakufikia mwisho wala hawakuona mwanzo wa chanzo hiki ambacho kinasababisha maafa haya. Kwa hiyo hatua ya awali ni kwamba ndani ya siku mbili hizi tutahakikisha kwamba timu ile maalumu ambayo imeundwa na taasisi zote husika, kwa maana ya TFS, ofisi ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri, TANROADS pamoja na wataalamu wa mazingira, kupanda huko juu na kwenda kujiridhisha kwa hiyo maelekezo haya ya mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa upande wetu tumeyapokea na tunaahidi kwamba tutayatekeleza ndani ya siku chache zijazo. Kikubwa ni kuendelea kuwaomba wananchi pamoja na watumiaji wa barabara hii, kama ambavyo viongozi waliotangulia wameweka msisitizo kwamba kuwa na tahadhari, kwa sababu mawe haya udongo huu unaoshuka, madhara yake yamekuwa ni makubwa sana. Tumekuwa na ajali kama tatu mbaya sana katika maeneo haya. Hatutamani tena ajali hizo zijirejee. zi, zi, zi, wanaotembea usiku tahadhari inahitajika, lakini hata wanaotembea mchana waende mwendo ambao hautaweza kuwasababishia madhara kwa namna moja ama nyingine. Sababu wako wenzetu wengine wanajisahau, na kwa sababu ni wageni wa maeneo haya uh, na ugeni wa barabara hii, wanajikuta kwamba wanaingia kwenye matatizo. Ndio maana mnasikia kwamba kuna nyakati gari zimepinduka na zimepindukia na zimedumbukia mtoni.